Anasema kumi na saba, ndipo mfalume akapeleka majibu kwa Lehumu bwanashauri na Shimshai mwandishi na wenzao wengine waliokaa katika Samaria na penginepo ng'ambo ya mto salamu, wakadhalika ule waraka mlionipelekea umesomwa mbele yangu nami nikaelewa na maana yake. Nikatoa amri na watu wametafuta habari, ikaonekana ya kuwa mji huu zamani umefanya fitina juu ya wafalme, na ya kwamba na ya kuwa uasi na fitina zimefanyika ndani yake. Tena walikuwako wafalme wakuu juu ya Yerusalemu waliotawala nchi yote iliyo ng'ambo ya mto, wakapewa kodi na ada na ushuru. Sasa toeni amri kuwakomesha watu kuwakomesha watu hawa, kazi yao, mji huu usijengwe hata mimi nitakapotoa amri. Haleluya! anasema tena, jihadharini msilegee katika jambo hili. Kwa nini? madhara yazidi na wafalume wapate hasara. Mfalme sasa amepelekewa waraka Artashasta, anasema sasa, komesheni huo ujenzi wa kanisa hilo. Komesheni wa ujenzi wa mji wa Yerusalemu, kuta zake zisijengwe. Wametumia silaha yao kubwa, silaha ya kushtaki, mashtaka juu ya watawala. Haleluya. Maana yake usipopiga ili eneo vizuri, hii ndio silaha yake kubwa shetani. Twende tuendelee hapa mbele. Anaendelea, anasema, hata nakala ya waraka huo wa mfalme wa Tashasta, mstari wa 23 uliposomwa mbele ya Rehumu, bwana Shauli na Shimshai mwandishi, na wenzao, wakaenda Yerusalemu upesi kwa Wayahudi, wakawakomesha kwa nguvu na kuwashurutisha. Hivyo kazi ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu ikakoma, nayo ikakoma hata mwaka wapili, wa pili wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Unaona, silaha zote saba zimetumika, wameshindwa, wakatumia silaha ya mwisho. Silaha hii wanakuja kusimamisha ujenzi wa kanisa la Mungu. Haleluya! Ujenzi ukakoma, miaka yote miwili ujenzi ukakoma, wamezuiliwa na mfalme.